Sasa tuingie kwenye mahusiano kwenye mahusiano, huyu mwanaume au huyu mwanamke anaweka vipaumbele vyake, kwamba mimi ninamtaka mwanamke wa namna hii, yaani yeye anachagua vipaumbele, na ndivyo watu wengi wameweka, wamechagua waume au wake kwa njia hiyo. Sasa hiyo njia sio sahihi kumchagua mwanamke au kumchagua mwanaume. Haleluya, hiyo njia siyo sahihi. Tutakwenda kujifunza mahali hapa. Ukifungua kile kitabu cha Mithali sura ile ya 31 mstari ule wa 30, imeandikwa upendeleo udanganya, na uzuri ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakaye sifiwa. Upendeleo hudanganya. Maana yake anaposema upendeleo hudanganya, wewe unapendelea nini kwa huyo mwanamke? Unampendelea nini kwa huyo mwanaume? Umempendea nini? Eh, mdomo wake ulivyo mzuri, macho yake yalivyo ya kulegea legea, uso wake mweupe, eh, nywele zake au umempendea miguu yake, au umempendea utembeaji wake wa kimaringo maringo, au umempendea makalio yake, umempendea umbo lake. Wengine wanampenda mwanamke kwa sababu ya kifua, yaani huyu mwanamke ana maziwa yaliyosimama, anampenda kwa ajili hiyo tu, kwamba nimempenda huyu mwanamke kwa sababu chuchu au maziwa wanasema yamesimama. Haleluya! Kwa hiyo huyu mtu anamchagua mwanamke, lakini ameweka upendeleo. Kuna e, upendo umekwenda kwenye kitu kimoja wapo alichokipendelea kwa huyo mwanamke. Ndio maana anasema upendeleo hudanganya, na uzuri ni ubatili. Wengine wamempenda mwanamke kwa sababu ya uzuri, uzuri wa umbo, mm, uso, macho, nywele. Haleluya! kwa kuna vipaumbele ambavyo watu huo wanavitumia kwa ajili ya kumpenda mwanamke au kumpenda mwanaume. Sasa kuna baadhi wanampenda mwanamke kwa sababu kama nilivyosema, miguu eh, makalio, uso, uso weupe, rangi ya mtu huyu, mtu ni mweupe, au anampenda huyo mtu namna anavyoongea, ndio kilichoshawishi mpaka amuoe au akaolewa naye au akamchagua mwingine kama nilivyosema, maziwa yamesimama kifuani, anapendelea hivyo. Yakisha lala haya maziwa, maana yake, kama ulimpenda huyu mwanamke kwa sababu ya maziwa yamesimama, yakisha lala, ule upendo utaondoka. Huyu mwanamke umempenda akiwa mnene, akikonda, upendo utaondoka. hmm? huyu mwanamke umempendea miguu yake kwamba ni minene. Akipata ajali akavunjika mguu, hutampenda tena, kwa kuwa wewe umeweka vipaumbele vya mwilini hmm? Umempendea uso. Wengine wanampendea mwanamke kwa sababu ya kujilemba, anajilemba na mekapu mbalimbali kwa hiyo alimpenda kwa sababu anavyojilemba. Huyo akija kuokoka sasa akaacha urembo, akaacha mekapo, akajua kwa kwamba hivi vitu ni mali za shetani, akaacha maana yake. Hapo utatokea mgogoro, kwa kuwa wewe ulimpenda kwa kupitia upendeleo wa vitu hivyo. Lakini mwingine anampenda e, kwa sababu ya kazi. Mwanamke anaweza akawa na kazi, kwa hiyo yeye amempenda kwa sababu tu huyu mtu ana kazi kwamba atanisaidia katika maisha, au nimempenda huyu mwanaume kwa sababu ana fedha, atanisaidia katika maisha. Sasa wewe ambaye ujaingia kwenye mahusiano, usije ukafanya makosa haya, kwa kuwa neno la Mungu linakutaka usi, usi, usiwe na upendeleo. Anasema upendeleo udanganya, na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Kwa hiyo mwanamke anayemcha Mungu huyo ndiye mwanamke aliye sahihi. E, usiangalie vipengele vya kumpenda, usiangalie vitu vingine, wewe angalia huyu mwanamke anamcha Bwana, anamtumikia Yesu. Neno la Mungu linasema mwanamke amchaye Bwana ndiye atakaye sifiwa. Lakini pia unakuta mtu anampenda mwanamke kwa sababu wazazi wake wana pesa, wazazi wake ni viongozi. Kwa hiyo anaamini akitembea au akioa huyo mwanamke, akimchagua huyo mwanamke, atapata nafasi kupitia wazazi wake. Haleluya! Wengine wanapenda mwanamke kwa sababu ya elimu aliyonayo, kwamba nataka niowe mwanamke aliyosoma. Kwa hiyo kipaumbele chake yeye ni elimu. Mwingine anapenda kwamba, kama nilivyosema, kwa sababu ya nafasi ya wazazi mzazi. Kutokana na nafasi yake anaweza akawa ni mchungaji, unapenda kuoa mtoto kwa sababu tu baba yake ni mchungaji, baba yake ni mwalimu, baba yake ni kiongozi, ana fedha, ana mari kwa hiyo wewe ndio umweka kipaumbele chako hicho. Sasa ikifika hatua huyu mzazi kazi ikaondoka, maanake kile kipaumbele ulichokiweka kitatoweka kwako. Maana yake sasa ulimpendea hicho hicho, sasa ulichompendea kimeondoka, nini kinachofuata? Kwa hiyo adui anatumia e, wewe umchague mwanamke kupitia vitu kadha wa kadha kwa huyo mtu, lakini Mungu hajaagiza jambo hilo kwamba wawo umchague mwanamke kupitia upendeleo wako wewe. Aa, Mungu anataka umchague mwanamke yule ambaye Bwana amekupa, yule ambaye anamcha Bwana, yule ambaye anamtukuza Mungu. Na neno la Mungu linasema hivi, mke mwema au mke mwenye busara, ukisoma kile kitabu cha Methali sura ile ya 19 tabu kile cha Methali sura ile ya 19 na uli mstari wa kumi na nne imeandikwa nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwema, mke mwenye busara, mtu upewa na Bwana mke mwenye anasema mtu hupewa na Bwana bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Kwa hiyo unaona Biblia inakueleza wazi kwamba mke wa kumwoa lazima atoke kwa Mungu, lazima Mungu akupe. Na ndio maana alipomuumba Adamu alipokuwa peke yake Mungu akasema, na tumfanye mtu wa kufanana naye, tumpe mke wa kufanana naye. Mungu akamfanya, e, akamfanya Hawa akamleta kwa Adamu. Maana yake Hawa aliumbwa kwa ajili ya Adamu. Haleluya! Kwa hiyo unamwona Mungu anamleta Hawa wa kufanana na Adamu, na akawa mkewe kwa hiyo Mungu ndiye anayekupa mke, Mungu ndiye anayekupa mume. Sasa usija ukaingia kwenye mahusiano kwa kufuata wewe upendeleo, maana neno linasema upendeleo hudanganya, na uzuri ni ubatili; bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Sasa vijana wengi leo, mabinti wengi leo, wanaingia kwenye mahusiano kwa kufuata vipengele hivi vya upendeleo, kwamba anampenda huyu mwanamke, anaingia naye kwenye mahusiano kwa sababu fulani fulani. Sasa wewe mtakatifu wa Mungu hutakiwi kuingia kwenye mahusiano kwa kufuata e, kwa kupendelea wewe vile ambavyo unataka. A -a, unatakiwa umwombe Mungu akupe mke, akupe mume. Bwana Yesu asifiwe.